Majira ya saa kumi na mbili na dakika kumi jioni katika eneo la Mavuji wilaya ya Kilwa na mkoa wa Lindi kumetokea ajali. Ajali hiyo imehusisha lori lenye usajili namba T 192 BTU likiwa na tela yenye usajili namba T 134 BDZ. Lori hili lilikuwa likitokea maeneo ya Mavuji kuelekea Dar es Salaam, iligongana na basi la kampuni ya Shambalai lenye usajili namba T 121 DEA ambalo lilikuwa likifanya safari zake kutokea jijini Dar es Salaam kuelekea Masasi mkoani Mtwara. Katika ajali hiyo kumesababisha majeruhi watatu, kati ya hao majeruhi watatu wanaume ni wawili na mwanamke ni mmoja. Abiria wengine wote 49 waliokuwa kwenye ajali hiyo walipata mshtuko, na wengine wamekwishapata usafiri kuelekea maeneo yao mbalimbali mbali. Majeruhi hao watatu wamelazwa katika hospitali yetu ya Kinyonga iliyopo wilaya ya Kilwa. Dereva wa lori ambaye amehusika kwenye ajali hii amekimbia baada ya ajali kutokea, na tunaendelea kumtafuta popote pale alipo, ili aweze kukamatwa na kuja kujibu tuhuma ambazo zinamkabili. Kwa taarifa za awali, chanzo cha ajali hii ni uzembe wa dereva wa lori ambaye alihama upande wake wa barabara na kulifuata basi na hivyo kusababisha magari haya mawili kugongana. Kutokana na ajali hii, natoa wito kwa watumiaji wote wa vyombo vya moto katika barabara yetu kuendelea kuchukua tahadhari, lakini pia kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuepusha ajali za namna hii, lakini pia na kuepusha nakuharib, uharibifu wa mali na pia madhara kwa wananchi wetu ambayo yanakuwa imetokea mara kwa mara. Jeshi la Polisi linaendelea kutoa elimu lakini pia kuchukua hatua kwa madereva ambao watabainika wamesababisha ajali kwa makusudi makusudijina naitwa na Josephat Bartolome Laswai ni dereva wa basi ya kampuni ya Shambalai gari namba T 121 DEA <coughs> ilianza safari kutoka Dar es Salaam kuelekea Masasi kwenye mida saa nne. Nilivyokuja nikafika maeneo ya Mavuji, ghafla tunapishana na lori, likahama barabara likaja upande wangu, saiti yangu, nikashindwa kujua nielekee wapi, ikabidi nirudi upande wa kushoto, upande wa kulia kwenda upande wa kulia, ikawa tela kaiacha barabarani, yaani mfano kama vile alikuwa na yutani anarudi alikotokea. Kilichotokea, nikagonga kwenye tela, gari kaanguka, kasababisha majeruhi.